Inamaanisha utimamu wako wa akili ndio uliokutuma uje hapa kusikiliza na unakaa unasikiliza na unaangalia. Kwanza, afya ya akili ni ile hali ya mtu kutambua ustawi wake wa akili, kuweza kujimudu, kuweza kujua nini anachotakiwa kufanya na nini ambacho atakiwi kufanya. Mimi niwapongeze kwa upande mmoja, ninasema wote hapa mna afya ya akili kwa sababu mtendaji aliwaalika na ulitoka nyumbani kwako, umeacha shughuli zako, umekuja hapa kuja kupata elimu. Inamaanisha utimamu wako wa akili ndio uliokutuma uje hapa kusikiliza, na unakaa unasikiliza na unaangalia, yale yenye manufaa unayachukua na unayafanyia kazi. Hiyo ni afya ya akili lakini kuna kitu kinaitwa tatizo la afya ya akili au kwa Kiingereza tunaita mental illness. Hilo tatizo la afya ya akili ndo linawasumbua sasa watu wengi. Dalili zake mnajua ni nini? Dalili za tatizo la afya ya akili ni ile hali ya kuwa mtu anakuwa na wasiwasi, mtu kuwa na mawazo kila mara, mtu kutokujikubali pengine wewe ni mweusi lakini haujikubali ulivyo, pengine una kasoro fulani haujikubali hiyo ulivyo, pengine hauwezi hata kusimama mbele za watu, unajificha, unatetemeka. Ni dalili za tatizo la afya ya akili, lakini sio tu hivyo. Unajua kabisa nikifanya hiki kitu nikosa eh, kisheria. Hizo ni moja ya dalili ya tatizo la afya ya akili, na sisi tunatoa hiyo huduma kupitia ofisi ya ustawi wa jamii tunatoa hiyo huduma ya msaada wa kisaikolojia na kutibu matatizo ya nini ya afya akili. Ukiliacha ilo tatizo likakuwa, ilo tatizo ndio linasababisha watu kuwa na msongo wa mawazo, hiyo ndio linayosababisha mtu kuwa na sonona. Mtu unamwona yeye lakini sio yeye pale bando, hilo linayosababisha wamama mnapokea vipigo visivyo vya kawaida. Unauliza tatizo ni nini, unaambia mwanaume mimi anakunywa pombe sana, na akinywa pombe ndo hapo huwa ananipiga. Lakini akiwa, akiwa soba, yani katika ile hali ambayo hajanywa pombe huwa anipigi. Hilo ni tatizo na ni changamoto ya afya akili, ambayo inaweza ikaathiri vitu vingi sana, utendaji wako wa kazi ikaathiri kipato chako ikaathiri ikakupelekea mpaka kujiua. Wapo hapa watu pengine toka asubuhi umeamka mtu anawaza kujiua tu. Aya, maisha alivyo hii Tanzania jinsi ilivyo, mi bora nijiue tu. Hiyo ni changamoto na inatakiwa itibiwe katika hatua za awali. Tunaita schizophrenia. Unaweza ukawa umekaa mara unasahau vitu mara hapa ninafundisha juu ya tatizo la afya ya akili lakini linaingia huku limetokea huku mara uelewi mara unawaza nini yani kuna vitu ambavyo vinakuchanganya mapema fika tukufanyia hiyo tiba maana ilo tatizo likikua likifika kwenye baipola unasikia yule mtu ni kichaa saa hizi amesimama hapo nazo piga kelele hajiwezi kufika ile hatua ya kutumia dawa ni mbaya Tunawaona nyie, mnajua wapo. Haujawahi kuona mfano wa ah, fulani ni kichaa? Kwa nini unasema fulani ni kichaa? Wengine wanahisi kwamba pombe ndo itaweza kunisaidia kutibu haya matatizo yangu, na wasipojua, kumbe wanaenda kuongeza tatizo lingine juu ya hayo. Sasa madhara yake yako ni mengi, kama nilivyosema kijamii utaonekana ni mtu wa kitofauti.